Katika kuijenga nchi, kuijenga taifa na kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja. Maana yake ni lazima tuwekeze ipasavyo katika sekta hii, kwa kuwa ni mashahidi, yapo mabadiliko makubwa katika kuiwezesha sekta hii na kuona namna ambavyo inamwinua ina mkulima mmoja mmoja, lakini pia wakulima katika vikundi na miunganiko mbalimbali, kwa kuhakikisha kwamba tunaongeza pembejeo tunafanya kilimo kuwa ni sekta yetu, na kuwa na ajenda ya kilimo biashara, ili kila mmoja aone uthamani wa sekta hii ya atafanyiwa ukatili wa aina yoyote ile ambao utamkwamisha katika maendeleo ambayo mkulima anataka kuyapata. Kwa hiyo tunatambua jitihada zenu, tunatambua chochote mnachokifanya katika kuipanda serikali kuwafanya watu waishi kwa amani. Ni vibaya sana, mkulima anapambana kwa hali na mali ili aweze kutoka kimaendeleo kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, lakini mtu mwingine ambaye yupo tu mtaani afanye kitu chochote kile, basi anamfanyia uhalifu, anamfanyia ukatili, anamwibia eli za kitaalamu kwa kuamini kwamba ajui au kwa namna yoyote. Watu wa aina hiyo sisi kwa kweli hatutawavumilia kama Jeshi la Polisi, lakini kwa kushirikiana na nyie ambaye mtatupa taarifa za watu huko wanao. Hebu wote tujiulize MVIWATA ni nini? Nani amekuja hapa, ana kikundi anyoshe mkono. E, angepatikana ni mtu huko ndani, sio mkutano wake, ndio vitakavyo tuongoza katika zoezi la kufanya uchaguzi. Kabla tunaingia kwenye uchaguzi, niombe sote tuwe wamoja sote tuwe na mshikamano, uchaguzi wetu usitugawe. Tangu juzi jana, watu wanapiga simu hapa na pale, hivi na hivi, kampeni ziko nyingi sana. Naomba niseme kweli, kazi ya MVIWATA ni kazi ya kujitolea. Kazi ya MVIWATA haina mshahara, hakuna palipoandikwa kwamba tutakapochagua kiongozi yoyote atapata mshahara. Sisi ndio tunatakiwa tujitoe, kusimamia kutumika kwa uweledi kwa kisha taasisi nasimama sasa. Kupitia hapo, MVIWATA imeturahisishia kabisa. Kwa kanuni hizi, chaguzi zetu ni tofauti na chaguzi za vyama vingine vyote mnavyojua. Hii ni taasisi inayoongozwa kwa misingi yake na katiba yake. Hapa katika katika kuelekeza, kuidhinisha, kuhamasisha namna ya uchaguzi wa MVIWATA jinsi utakavyoenda, utaratibu wa uchaguzi kwa ujumla wa MVIWATA ni ndani ya viongozi watakaochaguliwa watakaa kwa, kwa mujibu wa katiba ya MVIWATA ni miaka mitatu, ambayo leo ndio umefikia ukomo na ndio maana tuko hapa kwenye mkutano mkuu wa uchaguzi kwa ajili ya kupata viongozi wengine wapya watakaoweza wa ku mimi tathmini yangu katika uchaguzi wa leo, ninaomba Mungu uongozi usimamie wachague viongozi wanaofaa, wanaofaa kuendeleza taasisi hii na kuwawezesha wakulima kufikia malengo mazuri. Sisi kama wanachama, dhumuni letu kuelekea kwenye huu uchaguzi ni kumpata ni kupata viongozi walio bora ambao wataweza kututumikia katika chama chetu cha MVIWATA. Na kama ilivyo ada bila na falsafa ya MVIWATA, ni kawaida kila miaka mitatu tuna utaratibu wa kuchagua viongozi. Kwa hiyo leo hii tarehe 25 mwezi wa 10 mwaka 2025 tupo hapa Igunga kwa ajili ya matarajio makubwa ya kupata viongozi tena, na matarajio haya ni kwa ajili ya kuleta mshikamano, kwa ajili ya kuleta utetezi kwa wakulima katika mkoa wetu wa Tabora, pamoja na wakulima wengine ambao wanatoka katika mikoa mingine. Kwa hiyo sisi kama wakulima wadogo wa Tanzania, kwa maana ya MVIWATA, tuna mshikamano na ushirika wa pamoja kuhakikisha tunamtetea mkulima na ndio maana leo hii tunapata nafasi tena ya kuwachagua viongozi wengine. Matarajio yetu makuu ni viongozi wetu waweze kuunganisha vikundi vya wakulima wadogo, wapate utetezi, pamoja na shughuli zao za kilimo ziweze kuboreka zaidi, kwa ajili ya kutumia pembejeo za kisasa na kupata utaalamu kwa ujumla.